Kikwete JKCI ni hospitali ya kitaifa ya umma ya huduma za matibabu ya moyo iliyoanzishwa mwezi Oktoba 2015, ipo jijini Dar es Salaam, Tanzania. Inatoa huduma za uchunguzi, upasuaji wa moyo na mafunzo. Taasisi ya Jakaya ya Kikwete imeona ni vyema kuandaa mkutano kima wa kimataifa wa magonjwa ya moyo visiwani Zanzibar na kuwashirikisha wataalamu wa kanda hiyo kutoka taasisi ya moyo Ulaya na Asia. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ikishirikiana na hati mwa Afrika, ambayo ni taasisi ambayo imeanzishwa pale kwenye taasisi yetu ya Jakaya Kikwete imeandaa mkutano huu, umekuwa unafanyika uh, kila mwaka mara moja, na hii ni mara ya tatu tangu ufanyike, na eh, kila mwaka umekuwa unafanyika hapa Zanzibar, na kwa sababu kubwa ya kwa nini unafanyika Zanzibar, kwa sababu Zanzibar ni kitivo cha utalii hapa duniani. Kwa hiyo tunachotaka ni kuwavutia watu waje kwenye, kwenye hapa Zanzibar ili kukuza utalii wa nchi yetu. Mkutano huu umehudhuriwa na watu mia sita lakini kuna watu ambao wamekuwa wanaofuatilia mkutano huu ambao ni zaidi ya watu mia mbili ambao wanafuatilia kwenye YouTube eh, e, kwenye zile live subscription wanaangalia wana, wana, wana e. Mkutano huu una kauli mbiu ambayo inasema ni kuimarisha huduma ya, ya matibabu ya moyo ya tiba na upasuaji kwa njia ya ushirikiano, na tumeweza kujadili mambo mbalimbali ya jinsi ya kuzuia magonjwa ya moyo, lakini jinsi ya kutibu magonjwa ya moyo kwa njia ya upasuaji na, na njia ya, ya tiba ya moyo, lakini vile vile umeangalia zaidi teknolojia ambayo watu wameweza kujifunza, akili mnemba au tunaita artificial intelligence, lakini vile vile umefundisha jinsi ya kumwokoa mtu ambaye amezidiwa ghafla ambapo wa, watu wa, wameweza kujifunza, na hii itasaidia sana hasa hususa hapa Zanzibar kwa sababu e, Zanzibar kuna watalii wengi wanakuja, lakini vilevile vile kuna wakazi wengi ambao wako hapa. Sasa watu wamefundishwa ile tunaita basic life support, au jinsi ya kumsaidia mtu ambaye ame tokea ghafla akaanguka akaedha kwa, kwa shida ya moyo au kwa shida nyingine. Kwa hiyo tumeweza kuwafundishwa, kumekuwa na watu wa mada karibu nchi hamsini na nne. Hii ni jambo kubwa sana, hajawahi kutokea kwa nchi za Afrika mkutano ukaandaliwa ukawa na watu wa mada wengi kiasi hichi, lakini eh, CardioTan Tanzania imeweza na kwa sababu gani wamekuja ni kwa sababu ya hali ambayo nchi yetu inao ya uh, diplomasia nzuri eh, ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa eh, eh, Huseni Mwinyi wana, wanaimarisha dim, diplomasia eh, kwa nchi mbalimbali, na ndio maana wingi wa watu ambao wamejiandikisha kutoka nchi mbalimbali wamekuja. Mkutano huu umekuwa na faida kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano, lakini kwa faida kwa katika serikali yetu ya Mapinduzi, kwa sababu watu wengi wanataka kuja na wengine wako wanataka kuangalia jinsi gani watakavyoweza kushirikiana ili waweze kufungua hata vituo vya, vya, vya afya hapa mjini Zanzibar kwa sababu ya mazingira ya utalii na kukuza tiba utalii kutokana na takwimu ambazo tunazo eh, eh, shirika la afya, watu karibu milioni ishirini hupoteza maisha yao kwa ajili ya magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo kwa nchini kwetu hapa Tanzania yanachangia ya eh, karibu asilimia kumi na tatu. Hii ni kiasi kikubwa sana, na ya, magonjwa yasiyoambukiza nayo yanakuwa kwa kasi kabisa, ni zaidi ya asilimia tisa ya magonjwa yote, na magonjwa ambayo ni ya moyo ndio yanaochangia e, sasa hivi vifo vingi zamani tulikuwa tunasema ukimwi malaria lakini sasa hivi magonjwa ya moyo ndio yanayoongoza kauli mbiu ya kuongeza mashirikiano na kuongeza jitihada za moyo katika kutibu matibabu ya moyo na collaborative effort in treating cardiovascular disease um, tuna nyanja mbalimbali ambazo tumekuwa tunaongelea kuna madaktari bingwa wa moyo na madaktari bingwa wa upasuaji wa moyo kuna madaktari bingwa wa mishipa ya moyo lakini vile vile kuna madaktari bingwa wa watoto wa na wa upasuaji wa moyo kwa watoto. Na katika siku hizi tatu, tumeazimia kujadili kuhusu mambo mbalimbali mbali ambayo yatapelekea kuongeza ujuzi kwenye matibabu ya moyo hapa Afrika pamoja na Tanzania, kuhusu namna bora ya kufanya mashirikiano kwenye matibabu ya moyo katika taasisi mbalimbali zinazotoa matibabu ya moyo katika nchi za Afrika lakini vile tumejadiliana kuhusu namna gani bora za kupata vitendanishi au vitendea kazi ambavyo ni muhimu unapofanya matibabu ya moyo. Lakini sababu ambayo tumejadiliana kuhusu namna gani ya kuongeza ujuzi kwa watumishi mbalimbali wa nyanja mbalimbali mbali za moyo, madaktari, manesi, watu wa maabara na nyanja mbalimbali nyinginezo. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba kinga ni bora kuliko kutibu. Kwa hiyo ni bora tufanye juhudi za kuzuia ili usipate kwa sababu, so, ukipata matibabu mengi ya moyo inabidi utumie dawa muda um, wako wote wa maisha yale baki. Faida ambayo tumeiona kubwa sisi kama taasisi na sisi kama wataalamu ni kwamba tumeweza kubadilishana uzoefu na wataalamu wenzetu kutoka nchi zingine, kwa sababu hapa kulikuwa na washirika kutoka nchi zingine, wataalamu wa moyo, watafiti na wanaotibu, na tumeweza kubadilishana uzoefu na hivyo kujifunza kwa wenzetu na wao kujifunza kutoka kwetu, hilo la kwanza lakini pia tumeona kunufaika kutokana na elimu ya mabadiliko ya teknolojia mpya katika kutibu magonjwa mbalimbali ya moyo, ambavyo ni vitu ambavyo nasi tungependa sasa tuweze kukimbia na kuvifikia hivyo ambavyo vinatoa eh, huduma iliyo bora kwa wananchi eh, wetu eh, lakini pia ambalo tumeweza kulionyesha hapa ni mafanikio ambayo serikali imeyafanya ya sasa chini ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassan katika sekta ya afya hasa katika eneo la uwekezaji wa huduma za moyo. JKCI wameonyesha jinsi gani ambavyo wameweza kukua, lakini pia na kuweza kutoa hata msaada wa baadhi ya nchi marafiki, mfano Zambia, Rwanda, wameweza wamewezeshwa, na wao sasa hivi wanaweza kufanya upasuaji wa moyo katika baadhi ya maeneo, lakini pia bado wanaendelea kuwapa ujuzi zaidi, lakini pia hata E, pia sisi ambao wanatusapoti wamekuwepo hapa kama Israeli tumeona wa Marekani pia wamekuepo hapa kutuonyesha pia njia ingine ya kuendelea na mashirikiano nao ili tuendelee kuboresha hizi huduma. Kwa hiyo ni nafasi ya pekee ambayo tumeitumia pia kuonyesha serikali yetu imefanya nini katika eneo la magonjwa ya moyo katika kuboresha huduma kwa wananchi. Na sasa dunia inaweza kujua kwamba kumbe ya Tanzania kuna mambo mazuri gani yanafanyika katika swala la tiba. Lakini eneo la mwisho ni swala la utafiti. Katika kongamano hili pia tumeweza kuona tafiti mbalimbali mbali za kuzuia magonjwa ya moyo, za kutibu magonjwa ya moyo, lakini vilevile vile hata za kujaribu kushirikisha community na kubadilisha mtindo wa maisha mbalimbali mbali, na kufanya vipimo mbalimbali tunapowaona wagonjwa tuwafanyeje vipimo vya kisasa. Kwa hiyo sasa hiyo pia imetusaidia hey, sisi watafiti kwamba tukirudi nyumbani pengine kuna maeneo gani ambayo bado hatujaweza kuwa na lile gep la kulifidi laku, ile gep kwamba kuna gep hili katika tafiti na manufaa kwa wananchi. Tukilitafiti zaidi tutakuwa na matokeo ambayo yataonyesha jinsi gani tuboreshe huduma zetu katika swala la kinga, lakini pia katika swala la matibabu. Lakini pia ni zungumzie swala pia la mafunzo hapa, tumbia tumetengeneza network. E, wengi hapa waliokuja hapa mikutano kama hiyo sio tu kuhudhuria, lakini pia kufahamiana na wenzetu kwa network kama hizi pia huwa zinasaidia sisi kuweza kushirikiana na wenzetu kutoka nchi mbalimbali ambazo baadaye tunapata project, tunapata mashirikiano hata tunapata miradi Mbomu... na kwa kweli tumefurahia sana mkutano kwa sababu umeweza kuongelea masuala mbalimbali yanayoangalia masuala ya matatizo ya moyo na hatua stahiki ambazo tunatakiwa tufanye kwa sisi hospitali ya rufaa ya, rufaa ya kanda Mbea kama hospitali mojawapo ya serikali ambayo inahudumia watu zaidi ya milioni kumi katika nyanda za juu kusini, Mbeya, Tanzania. Tumekuja ili kusudi e, tuweze kuchukua uzoefu, kwa sababu siku si nyingi na sisi tutaingia kwenye huduma hizi, ambapo tutatoa huduma za matatizo ya moyo kwa maana ya upasuaji na matatizo mengine yote ambayo yanafanyika kwa maana ya utatuzi kwa watoto pamoja na watu wazima. Kwa hiyo tunajifunza kutoka kwa wenzetu na kupata uzoefu na kwa hiyo tunapenda kupongeza kwa sababu tunajua yote haya ni matokeo ya uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali. Na kwa hiyo tunazidi kushukuru na kuwaambia wananchi kwamba huduma hizi ili ziweze kuwafikia lazima zitawanyike nchi nzima, na sisi tunachukua changamoto hiyo na tayari maandalizi yako katika hatua nzuri, na muda si mrefu watayapata matibabu hayo nyanda za juu kusini, lakini pia tutaweza kuhudumia nchi zinazozunguka. Sisi ni hospitali ambayo tunapakana na nchi nyingi kidogo, kama Malawi, Zambia, Congo e. Kwa hiyo kwa muktadha huo tutaweza kuhudumia watu wa ndani na nje ya nchi na kwa hiyo pia kuboresha au kufanya vizuri katika swala zima la tiba utalii. Key moment katika mkutano huu ni pale ambapo tunapata afua ambazo tukitoa katika mkutano tunaweza kuzifanya moja kwa moja. Kwa lugha nyingine, hatutahitaji tena kurudi darasani kwenda kujifunza upya, lakini akaa tumeshaimarishana kujua kwamba hiki kinaweza kikafanyika, kwa tunaongezea katika ile ujuzi ambao tumekuwa nao, na hii ndiyo itakayokuwa njia pekee ya kuhamisha ujuzi kutoka kwa wenye nao kuja kwa ambao hawana. Kwa mfano leo amekuja mwasilishaji mmoja kutoka Masri, yeye amesema kabisa kwamba kuna utaratibu fulani wa kufanya kazi kule Katlab ambao hauhitaji kipimo ambacho kinagharimu pesa nyingi sana kwa namna hiyo wataalamu wa cath lab ambao wanafanya interventional cardiology uh, wina maana wakitoa katika mkutano huu hawatapita tena katika mtego wa kutumia kitu ambacho kinaweza kikachukua fedha ambazo zingetumika katika afua zingine za kusaidia wagonjwa wenye matatizo ya moyo. Je, gharama za matibabu ya moyo Zipoje? Sababu ya moyo duniani kote ni ghali sana, na asilimia kubwa eh, karibu asilimia sabini gharama huchangiwa na serikali, asilimia thelathini ndo watu huwo wengine wanatoa wana, wana, wana wenyewe, au saa nyingine bima, au wengine tunawasamehe, lakini Taasisi ya Moyo imeenda mbali kidogo. Moja, tumeanzisha tuna, tuna, eh, eh, kitu kinachoitwa Foundation ambayo hii kazi yake ni kuchangisha hela kutoka mashirika mbalimbali mabenki, eh, viwanda watu mbalimbali mbali, wenye uwezo na kuchangia katika mfuko huu na kuwasaidia eh. Ni mwaka jana tu tuliweza kuchangisha karibu bilioni tatu kwa ajili ya kuwasaidia watoto. Kwa hiyo tumeisaidia serikali. E, kwa kupunguza watu ambao wana shida. Kwa hiyo kwenye taasisi yetu ya moyo pale, kama kunatokea mtu kabisa hana uwezo, basi sisi huwa tuna tumeweka tu taratibu ili watu wasitumie hiyo njia ya kutukuacha kulipa na kupoteza hela ya serikali. Wale wenye uwezo wawalipie wale wasiokuwa na uwezo, basi kuna njia ambayo tumeiweka nzuri kabisa ya ustawi wa jamii, wanamwangalia yule mtu na anasamehewa. Lakini serikali yetu ya, ya hapa matibabu ni na hivi tunavyokwenda e, tunakwenda kwenye bima ya afya kwa wote, hili ndo itakuwa suluhisho kubwa la wananchi, kwa sababu na tunasema itakapotokea kila mwananchi ajiunge. Matibabu ya moyo ni ghali, kwamba matibabu ya moyo hasa kwenye upasuaji wa moyo au matibabu ya tundu dogo ni ghali, yana gharama kubwa na yanaingiza taifa kwenye kutoa kiwango kikubwa cha bajeti kwa ajili ya matibabu hayo. Hiyo ni moja lakini pili, tuna upungufu wa watendakazi. Ni kwamba um, kwenye takwimu za dunia inatakiwa katika kila um, watu milioni mbili kuwe kuna hospitali moja ya moyo, lakini sasa hivi Tanzania ambapo tuna watu takriban milioni sitini tuna hospitali kubwa tunazotoa matibabu ya moyo mbili, hospitali ya Jakaya Kikwete na hospitali ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo utaona kwamba kuna upungufu mkubwa wa hospitali nchini, kuna upungufu mkubwa wa watoa wa huduma madaktari manesi, wafanya tiba za mazoezi na watumishi wengine katika kada mbalimbali za afya. Washiriki wa mkutano huo wamesema wamepata mafunzo mbalimbali mbali kupitia mkutano huo. Kuhudhuria katika konferensi hii ni fursa kubwa sana, lakini vile vile tumepata kujua update za matibabu ya maradhi tofauti yanayohusiana na maradhi ya moyo kwa watu wazima na kwa watoto lakini pia matibabu ya upasuaji, lakini pia changamoto tofauti ambazo zinawakumba madaktari wa moyo, aidha au clinical cardiology au au ma interventional cardiologist, na njia gani uh, watu wameshia idea njia gani wanaweza kusaidiana kwa ajili ya kutatua changamoto hizo. Lakini vile vile katika conference hii tumepata update ya, ya dawa na kama tunavyojua sasa hivi katika mahospitali yetu hapa Zanzibar, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imefanya outsource ya, ya pharmacy. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa sababu outsource imetusaidia kupatikana kwa dawa mbalimbali mbali katika mahospitali yetu. Asilimia kubwa ya dawa ambazo watu wamezipresent zinapatikana katika mahospitali yetu, na hata kama hazipatikani tuna uwezo wa kuziomba na vile vile tukapatiwa. Hayo yote yanapelekea kupata uh, wananchi wetu ama wagonjwa wetu kupata matibabu bora na ya kisasa. Lakini vile vile katika conference hii kuna opportunity ambazo zimetangaziwa za kwenda kufanya mafunzo ya kujiendeleza katika nchi tofauti ikiwepo Marekani. Tuna asilimia kubwa sana ya wagonjwa ambao pressure iko juu, lakini vile vile hiyo ina inachangiwa na tunasema vichochezi tofauti, kwa mfano aina za vyakula ambazo tunakula, hatufanyi mazoezi, ama kuna wale ambao wanapenda kuvuta sigara na mambo mengine. Tatizo la ugonjwa wa moyo sio kwa Tanzania tu, duniani kwa ujumla ni kubwa sana. Kwa hiyo naweza nikatumia uh, uh, uzoefu wa Tanzania, Namibia, uh, tatizo la moyo ni kubwa Inasemekana kwamba kwa, kwa takwimu inasemekana kwamba katika kila watoto uh, mia moja na uzaliwa mmoja anazaliwa na tatizo la moyo na katika hao kwa hiyo unaweza, ili uweze kupata idadi kamili, kwa takwimu ambazo zimetolewa hapa inasemekana kwamba kuna karibia watoto elfu nne kila mwaka ambao wana maza, matatizo ya moyo ambayo yanahitaji upasuaji. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni tatizo kubwa na kwa taasisi Uh, ya Jaka ya, ya, ya Kikwete kwa sasa hivi ambayo ndio taasisi pekee ambayo inafanya operesheni hizo uh, kiasi cha watoto ambao wanaofanyiwa operation ni asilimia nafikiri, karibu watoto mia nne kama nikichukua rafu ya idia. Kwa hiyo ukiangalia elfu nne kwa mia nne tu ndio ambao wanafanyiwa, unaona kwamba kuna gap kubwa sana. Kwa hiyo mahitaji bado ni makubwa sana katika kuweza kuwafikia hawa watoto kufanyiwa operation na kusema ule ukweli Uh, katika uzoefu wangu kwa sababu na uzoefu wa ndani na nje, hakuna taasisi nyingi ambazo zinafanya operation zaidi ya watoto wanne i mean, watoto mia, yani watoto mia nne nyingi zinafanya watoto operation ya watoto mia tatu mia mbili. Kwa hiyo kwa hilo peke yake inaonyesha kwamba kama nchi pamoja na hatua uh, tulizopiga bado kuna gap kubwa, kwa hiyo kunahitajika hospitali nyingine pia ziweze kufanya hizi operation badala ya kutegemea kwamba Jakaya Kikwete peke yake inaweza ika ikaweza kapelekea kuziba hilo pengo. Nimenufaika sana kwa sababu nimepata uzoefu mbalimbali kutoka watu hapa nchini, lakini nchi mbalimbali mbali hapa Afrika, lakini hata Marekani na nchi kama Tunisia ambayo ipo hapa Afrika, Misri na hata huko Korea pia. Kuna mafunzo ya matibabu kwa njia ya echocardiogram na skills mbalimbali mbali ambazo tumejifunza hapa ahidi uh, wananchi ya kwamba mafunzo tuliyoyapata hapa vitu tulivyojifunza hapa vinatu, vinatuongezea nguvu, vinatuongezea ujuzi katika kazi zetu, na kwa kweli ni vitu ambavyo tunahitaji katika ukuzi kukua uh, kwa njia ya matibabu uh, na kuongeza uh, ufanisi na uwezo mkubwa zaidi wa kutibu, na moja kwa moja hiyo inapunguza vifo ya wananchi. Kongamano hili la kimataifa la magonjwa ya moyo Afrika limekuwa ni kongamano zuri sana kwa sababu uh, tumepata kujifunza mambo mengi ya kibingwa na ya kibobezi kutoka pande zote za, za dunia, kwa sababu kuna wawakilishi ambao wanatoka karibia kila mahali. Kwa hiyo imekuwa ni wakati mzuri kwa sababu mara nyingi sasa tunakuwa tunafanya kazi lakini, ukipata hizi miongozo au updates mpya, lakini pia kuweza kujua wenzetu wanafanyaje katika ubunifu, katika kukabiliana na changamoto mbalimbali, hii nafikiri imetungozea muhari hasa katika kipindi hichi ambacho huduma ya magonjwa ya bobezi ya magonjwa ya afya yanatakiwa yaende katika uh, sehemu mbalimbali uh, za nchi yetu. Na kweli kujaribu kuona kwa takwimu za kitafiti ambazo zimefanyika ni kweli magonjwa kama ya shinikizo la damu, magonjwa kama ya dam, kama ya uh, shida ya moyo ambayo ni kama kutanuka au kitaalamu nasema atheria yameongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo hii ni wake up call ya kwamba sisi ambao tunafanya kazi katika maeneo ambayo uh, sio ya mjini eh, kuja na ubobezi wa utaalamu kwa ajili ya kufikisha katika maeneo ya vijijini ili kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wengi ambao pengine wana magonjwa haya lakini hawajafahamu kama ni changamoto hizi hapa. Kwa hiyo muda huu wa kuwepo hapa umekuwa ni wakati mzuri sana na nafikiri yale ambayo nimejifunza mimi kama bingwa wa magonjwa ya moyo basi nitaenda kuweza kuwasaidia uh, wenzangu ambao katika maeneo mengine, ikiwa ni kuhakikisha kwamba hizi uh, updates pamoja na uh, experience ambazo zimezipata wanazipata na kuweza kuimarisha huduma za magonjwa ya moyo. Imesisitizwa kuwa ili jamii iweze kukabiliana na ugonjwa huo lazima kubadili mtindo wa maisha ikiwemo kula vyakula bora na kufanya mazoezi.

Exim Bank, Global Cardiovascular Collaborative the Dennis Dennis Engineries Foundation Uganda Heart Institute Newsoft Bariki Pharmacy, CRDP San Harabs Elis Andalusia Hospital Deng Pharma. NHC, TCRA, Planet Pharmaceuticals, Sun Pharma, mqua, Ajanta Pharma, hidus, Macleods, Abisa Pharma, Medlax, Laborex, Cardimed Sigma RK Pharmaceuticals Syex JD Pharmacy R Implex Livanova Ega. Once again, thank you for sponsoring the State Heart in Africa, Cardiotan 2025 in Zanzibar, Tanzania.